Amen. Karibu sana katika kipindi cha ja kutafsiri ndoto. Mungu wetu akubariki. Karibu sana. Kama una ndoto ungetaka nikutafsirie, basi naomba uandike

Karibu sana, kama una ndoto andika. Nasema Jes Ali anasema nimeota, kuna mzee ni kiongozi, alikuwa amenipa kazi nimfanyie, imemaliza imemaliza vizuri. Nimeota jana, yupo na watu wawili uh, kiume. Mimi nilikuwa napita, hajaniona ila akitoa uh, okay. Nilipita hajaniona niona ila akitoa harufu ya kuharisha huku anawahi kwa choo nimeshtuka. Well, jambo la kwanza inawezekana akawa afya yake sio sawa, unazungumziwa atakuja kukumbwa na matatizo machangamoto ya kiafya, ama ya pili, unafichuliwa ya kwamba ana mambo ambayo wanayafanya yasiyo mazuri. Kuna mambo fulani aidha kiushirikina na nini anafanya sio mazuri, kwa hiyo inategemea unamfahamu waje huyu. Leo nimeota niko na jirani yangu, kuna uh, tunafanya kazi ya mjengo, tena anabeba vyuma vizito sana, hata mimi na mkewe uh, kando yake tuna, tuna ama, maybe unamaanisha tunamshangaa, kisha nyuma vilikuwa vizito sana akaviangusha. well, hii na kuonyesha ama mnazungumziwa kuhusu bidii na jitihada. Huyu mtu ako naye, ana uwezo ndani yake ambao sio ya kawaida, ana jitihada, ana bidii. Kwa hiyo maybe watu wamekuwa na mashaka naye ama namna gani? But kwa ndoto hii unazungumzia huyu mtu ana bidii, huyu mtu ana jitihada, kwa hiyo atakuja kufaulu, atakuja kufanikiwa, kufanikiwa ninainua mimi unaweza uka like pia na pia, unaweza ukatuma support yako sadaka yako, na Mungu atakubariki. Aha. Pili leo nime nimeitwa kwa kule nilipoomba kazi ya utafiti awali. Niliota nime nime nimeleka nimeleka kisu eh? Sijaelewa kina maandishi. Na mimi nina mpini. Ikaja ofisi zao zikawa zinapakwa rangi, huku kuna watu wakinioji kule, kupakwa rangi ni nzuri, ni ishara ya viwango vipi? Hapa kisu, kama ndio unamaanisha kisu, huwa ni okay, tunaelewa ni silaha, ila katika tafsiri ya ndoto pia inaweza ikawa ni maneno daswa unaojiwa. Kwa hiyo unaambiwa kwamba maneno yako yakawe na hekima, maneno yako yawe na busara, yawe na busara unapoojiwa na utaona ushindi. Sawa sawa. ela anaosema nimeota kuna kuna ha? kuna rududu hey, rudogo <laughs> rumenivamia miguu, najikuna sana kwa miguu. Ni mashambulizi hii, ni roho ya uchawi. Kwa nini miguu? Miguu ndiye nakubeba kwa mafanikio, kwa hiyo kuna mashambulizi kwa mafanikio yako, ya kwamba usifaulu, usiwe focus na kile unachokifanya. Ellen Nyapola, sawasawa. Hii ni attack, ni roho ya uchawi inayokushambulia usichukue hatua itakayeleta matokeo maishani mwako. Amina. Kuna mwingine nimeota ex wangu amelewa sana ajielewi. Ex wako amelewa sana, roho ya confusion, ana confusion naye pia. Inawezekana kama ni mlevi, basi unazungumziwa ya kwamba maisha yake hayako sawa. Na kwa nini unaota naye? Inawezekana ndoto hii unazungumziwa, ya kwamba angalia sana, usije ukaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hana mwelekeo maishani, hana malengo maishani, utakuwa sawa na mtu alielewa. Jamani, naomba tukaweza. Na namungu atakubariki, alafu pia ukiwa na neema unaweza ukatoa sadaka yako Neema, bwana nasema shalom. Bwana uh, shalom. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Uh, matumaini yangu kuwa hujambo. Sijambo, namshukuru Mungu. Labda wewe, Neema. Amina. Basi kama hauna ndoto tunaweza tukamaliza. Amen. Shalom, baba, nimeota nimefutia tishati ya mewangu matope. Please, ndoto hii inakutahadharisha, angalia sana usije uka, usije ukalipisha kisasi, usije kulipisha kisasi. Maybe kuna jambo ambalo amekufanya ukaja ukalipisha kisasi kwa jambo lile alilokutenda. Kwa hiyo ni ndoto nakutahadharisha, kuwa mwangalifu sana, isije ikamletea kukatalika na kuchukiwa. Kwa hiyo ni ndoto nakuonya. Shalom, baba, nimeota nime okay, hiyo nime kwa hiyo okay. anasema nimeota napaki nguo kwenye begi, alijai na ninaweka nguo nyingi, lakini alijai. Mpaka gari ikasimama ikanisubiri, ila sikumaliza kupaki nguo kwenye begi. Ndoto yako ni nzuri katika kiwango fulani, na pia sio nzuri. Sehemu ya kwanza kwake ni kwamba nimefunza, ukiota unapaki nguo ama umebeba begi, basi inaashiria kwamba unaenda viwango vingine. Kuna viwango vipya unaenda maishani, kuna ushindi, kuna baraka, kuna mafanikio. Sasa unaona, unaweka na begi halijai, pili, gari inabidi ikusubiri. Angalia sana unalolifanya ama katika majira haya, usije ukawa haujajiandaa haujajiandaa, kukawa kwa sababu, na roho ya kukuchelewesha kwa sababu, na ukakwaza wengine kwa sababu, wanao gari basi aliendi kwa sababu yako, hapa naye bado unaendelea kupanga. Kwa hiyo utajikuta unafanya jambo ambalo ni nzuri, lakini ikawa kikwazo kwa watu wengine. Kwa hiyo angalia sana, ile unahitaji kuwa ni kuwa na mpangilio maishani. Ni nini unachohitaji? Unahitaji ni sio kila kitu unachohitaji, kile unachohitaji ni wakati, ni time ama timing, ambao umo ndani yake, ni ya maana. Kwa hiyo kule kuona unapaki ama unaweka nguo kwenye begi ni ishara ya kwenda viwango vipya, ndio maana unaona basi gari linakusubiri, ila sasa usicheleweshwe. Elewa majira yako, sio kila kitu nachohitaji kwa viwango vipya. Sawasawa, amina, amina. Naomba tuka like kipindi ili tuwafikie wengine. Aha, nimeota mtu amejifunika mwavuli na kuna jua kali sana. Nilipomuuliza mtu wa karibu, akanijibu kakujibu akakwambia, je, ametoka? mm -hmm, ametoka Lodwa. Kawaida tunaelewa, lo lodwa ni kwa jua, sawasawa. Kwa hiyo hii unazungumziwa, kwamba huyu mtu inawezekana ni wewe. Unazungumziwa jambo la kwanza, unapaswa kuelewa majira yenye umo ndani yake, sawasawa na uache roho ya mazoea ya kwamba lodo, kwa sababu kuna jua kila mahali. Naenda kuna nini? Kuna jua. Hiyo ndio kile unachozungumziwa. Acha roho ya mazoea, sawa sawa. Maana kuna kitu Mungu anataka kufanya kwa maisha yako. Mwamvuli ni nzuri, amen. Mwamvuli ni nzuri, but sio kwa kila majira sio kwa kila majira. Kwa hiyo unaambiwa acha roho ya mazoea, kuzoelea ile hali ya lodo au maisha ni magumu nini. Aa, Mungu anafanya jambo jipya, amina. Kuna mwingine kabla nimalize. Raymond Randu, asante kwa sadaka yako. Baba, kambariki Raymond kwa sadaka hii, namwombea baraka. Naomba kwamba Bwana Yesu utamwinua, utamfanikisha kwa jina lako Kristo Yesu. Amen. Jairus, asante kwa sadaka yako na kuombea baraka. Baba, kambariki Jairus kwa sadaka hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nimeomba Amen. na nimeota nyoka ya green ah, iko mbele yangu, ameniulea kichwa wawili hawa ni maadui wanaopigana nawe. Hawa ni adui wanaopigana nawe, unazungumziwa. Una, una adui mbele yako, mwombe Mungu akupe ushindi kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Hao ni maadui ambao wako karibu nawe, wanapambana, wanataka kukushambulia. Maklina, unasema ukiota nini? ukiota

Amina. Basi Mungu awabariki sana. Baba, nawatangazia wanao baraka, ukawainue, ukawafanikishe. Asante kwa nafasi umenipa kutafsiri ndoto zao, nakushukuru Bwana, ukawabariki kwa jina la Yesu nimeomba. Amina. Basi Mungu wetu awabariki sana, tukutane kesho kwa kipindi kingine. Najua kwamba Mungu atatenda mema. Kumbuka, kuelewa maana ya ndoto yako inakuwa bora sana kwa usalama wako, maana ndoto sio mashambulizi, ila ni mafunuo ya mashambulizi ama matukio katika ulimwengu wa kiroho. Kutoka hapa studio, na kukumbusha kwamba ukombozi wako ni uhuru wako na Yesu bado yupo.